Rapa Tekashi 69 kwa sasa yupo huru. Rapa huyu kupitia kwenye ukurasa wa Instagram amesha video hii ambayo inaonesha warembo wakimsaidia kuikata ankle monitor. Hii ni kifaa maalum ambacho anafungiwa mtu ambaye anakuwa kwenye uangalizi maalum, ambacho kinakuwa kinamtrack mtu huyo ambaye anakuwa na hukumu, kama akiwa haruhusu kutoka eneo fulani, basi kama kitu kimetoka, inakuwa ni rahisi kufahamu hilo na rapa huyu alikuwa chini ya uangalizi maalum wa ndani na hii ni kufuatia kukiuka mashauti ya mahakama ambayo alikuwa amepewa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne iliyotokana na misala mbalimbali ambayo alikuwa akipitia, na hivyo mwishoni mwa mwaka huo sasa akakutwa na misala kukiuka makubaliano ya kimahakama, takriban makosa matano, ikiwemo kutoka kwenye jiji la New York na kusafiri mpaka Las Vegas, lakini pia Sarasota, Florida. Na sio hivyo tu, kukwepa vipimo vya madawa kama anatumia madawa kulevya na kadhalika. Lakini sio hivyo tu, kukutwa positive na matumizi mojawapo ya madawa ambayo huwa matumizi yake huwafanya watumiaji kuwa more active. Sasa rapa huyu alikiri na hivyo kwekwa chini ya uangalizi wa mwezi mmoja na nusu. So kwa sasa, ma siku ya jana alishia taarifa, taarifa ya kwamba tayari amekwisha kumaliza kifungo hicho ambacho alipewa na judge wa New York aitwaye Paul Angel Mayer baada ya rapa usika kukiri makosa ambayo alikuwa ameyafanya. Sasa kwa sasa yupo huru na hii ni video ambayo imeweza kuvutia watu wengi sana, baada ya rapa kuishia kwenye ukurasa wake wa Instagram na mambo ya warembo hawa. Umeonekana kwa energetic kwenye furaha kubwa sana kusherehekea uhuru wa rapa huyo mbaye kwa sasa kuna baadhi ya mambo atayafanya kwa uhuru. Ufahamu kipindi cha hivi karibuni hakijamwendea vizuri wapa huyu nahini, kufuatia baadhi ya mali zake kuuzwa kutokana na kushindwa kulipa kodi, kuhusishwa kwenye ugomvi, kumpiga mpenzi wake, kupigwa kwenye moja ya gym na misala mingine ambayo ilikuwa kimwandama. Tazama video hii na ushushe komenti yako. Hii hapa ni SNS audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu